Kwa kusambaza ujumbe wangu wa tarehe ishirini na moja, ujumbe ambao ulikuwa nikiwa namtafuta kijana ambaye amejulikana kwa jina la Miraji Ali Abdallah. Hatimaye Miraji nimempata, yuko hapa ofisini kwangu. Nimefurahi sana kumpata Miraji, nimefurahi sana kumwona Miraji. Nashukuru kutana na wewe, Sheikh Kishk kabla ya kuingia kwenye simu yangu, nilipigia simu na watu wengi sana, wakawa wananiambia bwana, natafuta na Sheikh Kishk, nahitajika, anataka kuone. Naomba tufahamu jina lako kamili, maana uliniambia jina lako kamili sio Miraji Ali Abdallah. Ya, naitwa Miraji Juma Ramadhani. kitu gani kilichokusukuma wewe kuwa mtu wa kwanza kuwaokoa wale ambao wako hai na kuwakimbiza majaraha hospitalini tena kwa kutumia guta? Mimi niseme ni Mungu tu peke yake kafanya vile. Hmm. Kwa sababu hata wale pia walingeweza kufanya hivyo lakini hawakuweza kufanya hivyo, maana yake mimi nimefika pale nimekuta kuna galagala mm -hmm. na nikaona kwamba nifanye kile kitu, nimesukuma kufanya kile kitu, kuwachukua wale kuwapeleka hospitalini. Miraji, wewe ni Muislamu? Ni Muislamu, ya yeah. kabisa, wa kuzaliwa. ya yeah, kabisa. baba yako na mamako, baba Muislamu, mama Muislamu, wako hai? Wako hai kabisa. una swali sala tano? yeah na swali Nikupongeze na nikwambie umetuwakilisha waislamu wote wa Tanzania na duniani kote kwa ujumla. Nilipoona ile klipu kwamba kijana wa kiislamu ndiye alikuwa mstari wa mbele kusaidia na kuokoa majeraha na wale waliopata ajali yeah, bila ya kuangalia dini zao yeah, kabila lao yeah, rangi yao yeah, kiasi ambacho msaada wako umepelekea wale ndugu zetu na wewe wakakuita yeah. hadi kanisani yeah. kukushukuru yeah. kukupongeza. Hilo limeligusa limenifurahisha, kwamba huu ndio Uislamu, sababu Uislamu ni dini ya kusaidia Uislamu ni dini ya kuiokoa jamii. Kwa niaba ya Alhikma Foundation, Miraji umesema huna kazi, una ganga ganga tu na kutangatanga huku na kule, sisi tutakupatia boda boda mpya ukaitumie kwa kutafutia riski huko kiwangwa kwenu. Penzi mtazamaji, popote pale ulipo duniani, unakumbuka masiku mawili yaliyopita nilitoa klip nikiwa namtafuta kijana aliyetambulika kwa jina la Miraji Ali Abdullah, lakini mwenyewe amesema jina lake halisi ni Miraji Juma Ramadhani, ambaye video zake zilitrendi sana wiki mbili zilizopita, na kwa niaba ya taasisi yetu Al Hikma Foundation tumempa jina la shujaa kijana shujaa wa Kiislamu wa mwaka huu 2025, na kwa niaba ya Alhikma Foundation tumeona tumpe zawadi ndogo hii ya bodaboda, pikipiki hii aina ya boksa ili aweze kutafutia maisha. Hatufanyi hayo kwa ajili ya kujionyesha, aliyetuumba anatujua zaidi na anajua yaliyomo katika vifua vyetu. Tumefanya hivyo kwa sababu Miraji ametubeba Waislamu wote na kuonyesha tabia njema za Kiislamu. Hakufanya kama wanavyofanya wengine; pindi ajali inapotokea, badala ya kukimbilia kuokoa wale watu watu wanakimbilia kuchukua mali zao, fedha zao na mizigo yao kwa ujumla. Kwa Miraji, kwa sifa alizojipatia, tumeona Waislamu wenzake tumpongeze leo hii. Mimi Miraji Juma Ramadhani nakuja kumiliki pikipiki nikabidhi Sheikh Kishk. Kwa ajili ya kutetea maisha ya watu na kusaidia maisha ya watu pale kwenye tukio lilotokea. Naombeni jamani tujitahidi sana tunapoona ajali inapotokea, tusiwe watu wa kupigapiga picha. Mimi mwenyewe pia simu ya smart sio kama sina ninayo lakini sikuweza kufanya simu smart ni hii, na ningeweza kupiga picha na ningetuma mtandaoni, lakini sikuweza kufanya hivyo kwa ajili kwamba nimenitanguliza Mungu kwanza, ili kutetea maisha ya watu. Lakini namshukuru Mungu, nimeweza na mpaka leo hii Sheikh Kishk kaamua kuniita na kunipatia zawadi. Namwombea dua zangu Mwenyezi Mungu, Sheikh Kishk maisha yake endelee kuwa marefu na endelee kuwa na moyo kama huu. Ile familia ambayo niliweza kuiokoa pale katika ajali wameweza kunipatia jina ambalo la familia yao, wakaniita mimi Milaji kagi na Sheikh Kishki leo, na yeye kaamua kutoa jina lake kwangu, akaniita Milaji Kishki. Nikishafika nyumbani, Mungu akinibariki, nikifika salama, basi hili zoezi lazima nikalifanye kwenye hii pikipiki piki yangu, nikaiandike hivyo hivyo, Milaji Kishki, kusudi kwamba watu walione hili na watu walitambue hili jambo kwa sababu sijatoa pesa yangu kununua, ila ni shehe mwenyewe kanizawadia hii pikipiki. Kwa hiyo lazima na mimi nimheshimishe katika pikipiki yangu, nimuite jina lake katika pikipiki yangu.